Ujambo na karibu. Shujaa wa kifilipino akoa umbwa kwa, kwa kuwarusha kutoka ghorofa ya tatu. Mwanamke mmoja wa kawaida amegeuka kuwa shujaa wa taifa baada ya tukio la kutisha kama sinema. Imehili Maningo alihatarisha maisha yake kwa kuwaokoa umbwa wake wawili aina ya Pomerania. Wakati jengo lake lilipokuwa linawaka moto kwa kasi akiwa amebanwa kwenye ghorofa ya tatu, na moto ukizidi kusogea, Maningo alifanya uamuzi wa hasira. Aliwamini mbwa wake kwa wazimamoto na majirani waliokuwa chini ambao waliandaa blanketi ili kupunguza mshtuko wa kuanguka. Umbwa walirushwa moja moja, na wote wakapokelewa salama, wakisababisha watu kupiga makofi na wengine kulia kwa hisia. Sekunde chache, chache baadaye Maningo mwenyewe akaokolewa na wazimamoto. Video ya tukio hilo ilisambaa sana mtandaoni, ikigusa mamilioni ya watu duniani na kuonyesha upendo wa kweli kati ya mtu na pet wake. Leo imeili anaheshimiwa, si kwa kupona tu, bali kwa ujasiri na upendo alionyesha. Kweli ni shujaa wa Ufilipino ambaye ameokoa maisha yake na yale ya umbwa wake wawili. Leo Imeli anaheshimiwa, si kwa kupona tu bali kwa ujasiri na upendo alionyesha. Kweli ni shujaa wa Ufilipino. Tukio hili lilitokea Madehue Siti Sepu, Ufilipino. Langu jina alasalia kuwa Maskini Msomi na lengo langu siku zote ni kukuandalia matokeo kama haya. Kila ambacho nakuomba Hakikisha kwamba una subscribe kwenye channel hii, ili we wa kwanza kupata taarifa kama hizi, na kutakia kila laheri, na Mungu akujalie na nijalie na mimi, ili tuweze kujush